Siku hizi ukigonga mlango wa mtu anaweza kukuangalia kwa hofu zaidi ya furaha. Zamani mgeni alipokuja ghafla, ilikuwa baraka. Leo inaweza kuwa mwanzo wa matatizo, na ukisahau jambo moja kabla ya kumruhusu aingie, unaweza kujutia maisha yako yote. Leo nataka nikuambia ukweli ambao wengi wameupuuza mpaka walipojifunza kwa njia ya uchungu. Kamwe usimruhusu mgeni kuingia nyumbani kwako kabla ya hujaangalia jambo hili moja muhimu sana. Hili linaweza kuwa tofauti kati ya usalama wako na hatari kubwa. Hebu tuwe wa kweli, si kila anayebisha hodi ana nia njema. Kuna wanaokuja kama wageni, kumbe ni wachunguza maisha ya watu. Wanapita kuona mazingira yako unayoishi, mpangilio wako wa nyumba, tabia zako, hasa linapokuja suala la usalama. Wengine huja na tabasamu, lakini wamekuja kuiba taarifa. Wanataka kujua unaishi na nani, kama una watoto, kama una CCTV kamera, au je, kama unafunga milango ipasavyo. Mfano, mwaka jana, mama mmoja maeneo ya Mbagala alimpokea mgeni aliyedai ni rafiki wa jirani. Walizungumza, wakanywa chai. Baada ya siku tatu, alipigwa na butwaa kusikia nyumba imevunjwa mlango uligongwa vile vile, ila siku hiyo alikuwepo mtu mwingine, aligundua mgeni wa kwanza alikuwa spy. Sasa je, ni mambo gani haswa unatakiwa kuyaangalia kwa mgeni yoyote yule kabla ya kumruhusu mtu kuingia nyumbani kwako? Tazama macho yake, mikono yake na namna anavyojieleza. Je, anaonekana na haraka kupita kawaida? Je, anajibu maswali yako kwa jazba au anaepuka macho yako? Je, amevaaje Je, amevaa mavazi ambayo hayaendani na mazingira? Mfano, koti kubwa sana wakati wa jua kali. Watu wabaya hujaribu kuficha nia zao kwa maneno, lakini mwili huongea bila wao wenyewe kutambua. Usimwingize ndani kabla ya hujasikani mazingira. Je, kuna gari lisilo la kawaida barabarani? Je, anaonyesha ishara za kutafuta mwonekano wa ndani? Kumbuka, mtu aliye na nia njema hataogopa kuulizwa maswali. Mtu mwenye nia mbaya atajibu haraka haraka au kujaribu kukufanya ujisikie vibaya. Usiingie kwenye mtego wa aibu. Aibu yako ya kuuliza inaweza kukugharimu. Je, unamfahamu mgeni huyu? Swali rahisi, hisi. Unamfahamu si kwa sura, bali kwa historia. Amewahi kukutembelea hapo awali? Ni rafiki wa nani? Ameletwa na nani? Kama mtu hajawahi kuwa rafiki yako na hajaletwa na mtu unayemwamini, usikubali tu aingie kwa sababu ana tabasamu la kuvutia. Watu wengi wamepoteza fedha, watoto wao au, au hata maisha kwa sababu waliruhusu marafiki na rafiki kuingia. Mfano halisi: kuna kijana aliyeingia nyumbani kwa dada mmoja kwa sababu walidai ni rafiki wa kaka yake. Baadaye alipokelewa vizuri, akaaminiwa. Wiki iliyofuata, laptop, simu na pesa za biashara ziliibiwa. Kaka alipokuja kuhojiwa hakumfahamu kijana huyo. Angalia alicho nacho na alichobeba. Wakati mwingine watu wabaya huingia na vitu vya ajabu ajabu. Wengine huingia na vibuyu, mikoba yenye vitu vya kutupwa nyumbani kwako. Wengine huleta zawadi kama sabuni, mafuta au zawadi ya chakula, ilhali ndani ya zawadi hizo kuna madhara. Kabla hujampokea mtu, uliza ana lengo gani. Muombe akaye nje kidogo kama hujiamini. Hakikisha hauachi vitu vya thamani kama laptop, iPad, sim, na fedha taslim hadharani. Kama una wasiwasi, ni haki yako kusema samahani, leo siwezi kupokea wageni, au ukasingizia kuwa muda mfupi baadaye unatarajia kuondoka, ilhali upo. Kumbuka hiyo ni nyumba yako na ni maisha yako. Watu wanalala na wageni waliowapokea kwa huruma na wanaamka na uzuni. Usiache mlango wako wazi kwa kila mtu, kwa sababu una moyo mzuri. Upendo wako ni zawadi, lakini usalama wako ni wajibu wako. Kamwe usimruhusu mgeni aingie nyumbani kwako bila kuangalia, je, namfahamu vizuri? Nani kamtuma? Ana lengo gani? Kuna ishara yoyote ya wasiwasi? Watu wa kweli hawatochukia hata kidogo ukimchunguza. Watu wa ajabu ndio uchukia unapojilinda. Kama video hii imekufungua macho, tafadhali like. Share na comment hapo chini. Hivi nitakuwa makini na wageni wangu. Tuelimishane, tuambiane. Nyumba yako ni hekalu lako, walinde watu wako, milango yako na amani yako.